Nataka niseme nilimsikia mmoja kati wa waandaji wa nje anasema, hebu tarehe tisa liakhirisheni, nendeni, subirini Krismas, kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie wakati wowote wakija, tumejipanga. Wakati wowote wakija, tumejipanga.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 hiyo inatokea ndani ya nyumba tu, ndani ya nyumba tu. Baba ukeshamkera mkera mama, ukimrudia jioni akuambia sitaki mpaka ufanye hili na hili. Na utafanya ili maridhiano yaende, uongo kweli? Sasa serikali haipewi masharti hayo, serikali haipewi masharti hayo, labda serikali ya wanafunzi kwa walimu wao hilo linakuwa serikali ya wanafunzi, hamtapata hili hili hili mpaka mfanye hivi, wanafunzi watafanya. Lakini sovereign state yenye kujielewa na kuendesha mambo yake mm -mm. mm -mm. mm -mm. kama ni watanzania wa kweli na wanaumwa na watanzania kama wanavyosema, manake mara nyingi wanasema, oh, tunasema kwa ajili ya wananchi. Unajiuliza wepi wepi kama kwa ajili ya wananchi, wananchi walishasema, walishatoa maamuzi, wameipa CCM asilimia tisini na saba. Hayo ndio maamuzi ya wananchi. Wananchi wanao wasemea wao, wepi? Alafu wanahoji kwa nini asilimia tisini na saba, kwa nini isiwe. Waswahili wanasema paukwa pakawa. Wao hawakuwepo na wale kumi na sita waliokuwepo, ni wadogo sana. Wao ambao wangetingisha CCM hawakuwepo. Hakukuwa na Chadema, hakukuwa na SCT, ndio ambao tungekwenda nao, na sisi tulijitayarisha kwamba tunakwenda kupambana na vyama vyenzetu vikubwa. Hawakuwepo, mwananchi afanyeje? Tunataka kuambia hata hawa wafuasi wao walipigia Chama cha Mapinduzi walipigia chama cha mapinduzi. Wale wanaohoji kwa nini asilimia 97, hiyo ndio kilichotokea. Ni asilimia 97 ya waliopiga kura, sio ya watanzania wote, ya waliopiga kura ni asilimia 97. Kazi imefanyika, kampeni imefanyika, na watu wameelewa, wamepiga kura.